Polisi mkoa wa Morogoro imefanikiwa kumkamata Abubakar Mwichangwe mwenye umri wa miaka 29, dereva wa lori la kusafirisha mafuta mkazi wa Tabata Kinyerezi jijini Dar es Salaam, aliyekuwa anatafutwa kwa tuhuma za kula njama ya kuiba shehena ya mafuta na kuchoma moto lori hilo ili kupoteza ushahidi tukio lililotokea usiku wa Machi 16, 2025. Kamanda wa polisi mkoani humo Kamishna msaidizi mwandamizi Alex Mkama akizungumza na wanahabari Machi ishirini elfu mbili na ishirini na tano amethibitisha kumkamata dereva huyo. Jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata uh, dereva aitwa Abubakar Adam Mwichangwe mwenye umri wa miaka thelathini ni dereva na mkazi wa Tabata Kinyerezi Dar es Salaam aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari uh, yenye namba ya usajili t 661 BXW ikiwa anavuta tera namba T 489 BHC, kwa kulichoma baada ya kuiba mafuta aina ya dizeli lita 35,700 yenye thamani ya shilingi milioni 77 laki moja na 1012. Hii ni mali ya kampuni ya ASA Logistics Tanzania Limited yaliyokuwa yanasafirishwa kutoka nchini DRC Congo, tukio ambalo lilitokea Machi 16, 2025 mkoani Morogoro. Kama mtakumbuka, tulitoa taarifa kwamba tunamtafuta huyu dereva, kwa hiyo tumefanikiwa kumkamata, na hatua za upelelezi zaidi zinaendelea. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.